Naitwa askofu Eliud Chrisant Rushungela, ni askofu mkuu wa makanisa ya Tanzania Christian Outreach Ministry, maarufu Pentekosti upendo wa Yesu, lakini pia ni founder wa kanisa hili, na hicho cheo nimepata pia. Leo ninashuhudia kuwa askofu mkuu kwa sababu Mungu aliniamini na mimi nikaamini ndani mwangu kwamba kimo kitu ndani mwangu ambacho ni cha tofauti na watu wengine. Katika maisha yako ukijua ya kwamba kuna kitu cha tofauti ndani yako kuna kufanikiwa kukubwa. Unapokuwa unawaza kwamba unaweza ukafanikiwa kwa sababu ya mtu mwingine, unakuwa umejiletea laana katika maisha yako, kwa sababu Mungu hataki umwamini mtu yeyote au mtegemee mtu yeyote katika kufanikiwa kwako. Mungu anahitaji ahusike katika maisha yako. Kuna watu wana wana vitu vikubwa ndani mwao wana uh, ushindi mkubwa ndani mwao wana ubunifu mkubwa ndani mwao, lakini wamekaa nao na hawataki kuutumia, wakitegemea watu wengine wawasaidie kufanikiwa. Mfano, wakati huu nchi hii inaelekea katika uchaguzi na utakuta watu wengi wamekaa vijiweni wanasubilia, na wanajadili juu ya wale wanaokwenda kugombea au wanasiasa, wanategemea, wanasikia ni wapi mwanasiasa fulani ameenda ametoa pesa kiasi gani, wanakula hilo fedha na maisha yao yanaishia hapo, wakati wana nafasi nafasi ya ya kufanya kazi, wakati wana nafasi ya kubuni vitu vikubwa ambavyo vinaweza vikaleta mafanikio katika jamii yetu ya Tanzania. Ninatoa wito kwa Tanzania, kila mmoja akajua ya kwamba ana potential ndani yake, ana nafasi ya kufanikiwa katika maisha yake, itafute hiyo nafasi na Mungu atakufanikisha. Leo mimi nimekuwa askofu mkuu wa kanisa letu, haikuanza hivi, ilianza ikiwa ni ndogo, mbegu ndogo ambayo rafiki zangu walihitaji kuniamini kuni, kuni, na wakaniamini kwa vitu vidogo, na ninashukuru Mungu kwamba nilisimama maana tulianza na tu fedha kidogo, lakini baadaye zikaenda zikanapanuka, wakiwa wanafuatilia namna ninavyotumia fedha yao mpaka leo inaonekana tumefanikiwa. Kwa sadaka kidogo, tumejenga kanisa. kwa sadaka sadaka kidogo kidogo, tumejenga tumejenga kanisa, shule. Kwa sadaka kidogo tunaenda kujenga hata sekondari, tunaenda kujenga hata vyuo, tunaenda kujenga hata na, na hospitali. Makanisa tutayapanua mengi, kwa sababu tunaamini na ninaamini kwamba hiyo potential imo ndani yangu Ninayaasa makanisa ya Pentekosti pendo wa Yesu Tanzania, popote mlipo washirika, aminini kwamba imo potential, imo nguvu ndani mwenu ya kufanikiwa, na mkaitafute hiyo na itaenda kutufanikisha. Jambo la mwisho ni kuhusu uaminifu. Uaminifu unalipa. Tunaposimama katika uaminifu, Mungu anatufanikisha. Tumeona leo watu wanashuhudia kwa habari ya kazi ambayo nimekuwa nikisimamia. Siwezi kujisifu kwamba nina uaminifu, ninaamini ni kwa neema ya Mungu. Lakini katika kila nafasi yoyote ile unayopewa, ukisimama kwa uaminifu, Mungu atakulipa ukiifanya kwa uaminifu. Ukipewa fedha za shirika ukazitunza kwa uaminifu, Mungu atakulipa. Ukipewa fedha za serikali ukazitumia kwa uaminifu, Mungu atakulipa. Ukipewa fedha za kufanya miradi mikubwa ya kiserikali ukaisimamia kwa uaminifu, itakulipa lakini ukiharibu ile fedha ukiharibu rasilimali unajiletea laana hata katika familia yako. Tunaweza tukakuona unacheka barabarani, unatembea vizuri, unaenda, lakini moyoni mwako wewe ulioyatunza unayafahamu, unajiletea laana. Ndio maana watu wengine magonjwa hayaishi, ndiyo maana wengine katika familia zao hawana amani kwa sababu ya mambo madogo ambayo wanayafanya ya kupoteza uaminifu katika maisha yao. Tanzania, tujifunze uaminifu lakini tukamwamini Mungu maana amfanyaye Mungu kuwa kinga yake, huyu amebarikiwa, ila amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake amelaaniwa. Wakati tunaelekea kwenye uchaguzi wa Tanzania, uchaguzi mkuu, hebu epuka sana watu wanaokuja kununua kura kutoka kwenu. Hao watu ni wabaya sana. Kama ananunua kura kutoka kwako anategemea nini baadaye? Huyo mtu sio sahihi, ninakwambia. Hiyo ndiyo njia mojawapo. Na napokuwa mmewachagua watu Msiwategemee wamalize shida zenu. Shida yako una uwezo wa kuimaliza wewe mwenyewe. Kwa habari ya maadili Tanzania, ninasema kwamba nimeapishwa, na wakati naapishwa nimeambiwa nikawafundishe watu kumheshimu na kumtii Mungu, na kicho cha Mungu ndicho kinaleta ushindi katika taifa lolote, na katika watu wote. Hata katika familia ambayo utaikuta imefanikiwa watu wanamheshimu Mungu. Kwa hiyo jamii zetu tukimrudia Mungu, tukamheshimu Mungu, tukawa na hofu ya Mungu, maadili yatasimama vizuri. Lakini ni kwa sababu gani leo maadili yameenda? Ni kwa sababu watu wanamwogopa wanamu, mtu na hawamwogopi Mungu. Ndiyo maana utakuta kuna wizi, hata katika miradi utakuta kuna wizi, wizi katika familia utakuta kuna wizi katika... kila sehemu mbalimbali. Mambo yameharibika kwa sababu watu wanaogopa watu. Kama unamwogopa mtu anapokuwa hayupo unakuwa uko huru, lakini kama unamwogopa Mungu hata kama mtu hayupo umekaa na kitu cha mtu, unasema nitamkoseaje Mungu ambaye ananiona? Kwa sababu Mungu huwezi kujificha, Mungu anakuona kila mahali um, macho yake yanaona. Kwa hiyo tujifunze na watu wengi tutamani, na hata wazazi tufundishe watoto wetu kumheshimu na kumcha Mungu, na sisi wenyewe tuwe wacha Mungu.